Jeshi la Hamas limekubali rasmi pendekezo jipya la usitishaji wa vita ambalo limetolewa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff kwa ajili ya kusimamisha mashambulizi kati ya kundi hilo na Israel. Afisa mmoja wa Palestina aliye karibu na Hamas ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa mpango huo mpya umewasilishwa kupitia kwa wasuluhishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa afisa huyo, pendekezo hilo linajumuisha kuachiliwa kwa mateka kumi wa Israel walioko hai kwa awamu mbili pamoja na kutolewa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel wakiwemo mamia waliohukumiwa vifungo virefu. Kwa mabadilishano hayo, Hamas na Israeli watatekeleza usitishaji wa vita kwa siku sabini pamoja na Israel kuondoa baadhi ya vikosi vyake ndani ya ukanda wa Gaza. Aidha, Hamas imeeleza kuwa iko tayari kuachilia mateka wote waliobaki iwapo Israeli itakubali kusitisha vita kabisa na kuondoa kikamilifu majeshi yake kutoka ukanda wa Gaza. Hatua hii inaonyesha mwelekeo wa Hamas katika kutafuta suluhu ya muda mrefu badala ya makubaliano ya mpito wakati Hamas ikionyesha utayari wa maelewano Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu pendekezo hilo. Hata hivyo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hapo awali alishikilia kuwa usitishaji wa vita wowote ni wa muda tu na kwamba vita havitaisha hadi Hamas itakapoangamizwa kabisa. Ikumbukwe kuwa mgogoro wa sasa kati ya Israel na Palestina ulianza tarehe saba Oktoba mwaka 2023 baada ya mashambulizi makubwa ya Hamas dhidi ya maeneo ya kusini mwa Israel ambapo watu takribani 1200 waliuawa na wengine 251 kutekwa nyara kwa mujibu wa mamlaka za Israel. Tukio hilo liliibua mashambulizi makubwa ya anga na ardhini dhidi ya Gaza na kusababisha mateso makubwa kwa raia wa Palestina. Mpaka sasa mashambulizi ya Israel yamesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina elfu 54 kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza. Maelfu ya nyumba, hospitali na shule zimebomolewa, huku mashirika ya misaada yakiripoti kuwepo kwa viwango vya juu vya utapiamlo na mateso makubwa kwa raia waishio ukanda huo ili kumaliza kabisa kadhia hiyo. Wadau mbalimbali wa kimataifa wameendelea kushinikiza upatikanaji wa wa amani ya kudumu kati ya Israel na Palestina. China, Qatar, Misri na Marekani wamekuwa mstari wa mbele kusuluhisha mgogoro huo kupitia njia za kidiplomasia, wakihimiza mazungumzo ya moja kwa moja na kuheshimu haki za binadamu. Wakati jitihada za kusaka usitishaji wa vita zikiendelea, shirika la afya duniani WHO limepitisha azimio la kihistoria linaloruhusu bendera ya Palestina kupandishwa rasmi katika mikutano yake. Azimio hilo limeungwa mkono na mataifa 95 huku manne ya kipinga na 27 wakijizuia kupiga kura. Hatua hiyo ya WHO inatafsiriwa kama ishara ya kutambua uhalali wa kisiasa wa Palestina ndani ya taasisi za kimataifa. Palestina kwa sasa inaendelea kusaka wanachama kamili ndani ya Umoja wa Mataifa, na hatua hiyo ya WHO ni sehemu ya mchakato huo wa kutambuliwa rasmi kama taifa huru. Kwa upande wake mjumbe wa Lebanon katika mkutano huo Rana El Hor amesema kuwa hatua hiyo inatoa mwanga wa matumaini kwa watu wa Palestina ambao wamekuwa wakikabiliwa na mateso makubwa kutokana na vita inayoendelea Gaza, na kusisitiza kuwa huu ni wakati wa dunia kusimama kwa mshikamano na watu wa Palestina. Hata hivyo, wakati mataifa mengine yakisimama na Palestina, Israeli kupitia balozi wake Daniel Meron imepinga vikali azimio hilo ikisema kuwa linakiuka misingi ya Umoja wa Mataifa, ambapo Israeli imeeleza kuwa hatua hiyo inaleta hatari ya kuvuruga Utawala wa sheria kwa kuzingatia hisia badala ya sheria na taratibu. Kutoka Saut Digital, jina langu ni Ramadhan Mshana.